Assalamu alaikum, naitwa Saidi, karibu kwenye channel yetu, atujifunze HTML kwa Kiswahili. Kwenye video ya leo tutajifunza listi katika HTML. Listi ni njia ya kupanga vitu kwa mpangilio maalum kwenye web page, yaani kwenye ukurasa wa website. Tupo pamoja. Aina za listi Ziko aina tofauti tofauti za listi lakini zilizo maarufu zaidi ni ordered list na unordered list. Tupo pamoja, tukianza na aina ya mwanzo ya listi ambayo tunaiita ordered list. Hii ni njia ambayo vitu vinaonekana kwa nambari moja kwa moja. Kwa mfano, kama utaorodhesha vitu kwa kutumia njia hii ya ordered listi, vile vitu vyako vitakuja kwa mfumo wa nambari moja, mbili, tatu na kuendelea, inategemea ni vitu vingapi ambavyo umeviandika katika tag hii ya ordered listi. Tupo pamoja. Sasa tuone jinsi ambavyo tunaweza kuiandika tagi hii ya ordered list na ambavyo inafanya kazi. Jinsi ya kuandika, unaanza na OL. hiyo maana yake ni ordered list. Ndani yake ordered list utaandika li, maana yake ni listi. Ndani ya baina ya tagi hii e, ya li utaandika kitu ambacho unataka kionekane kama ni listi. Kwa mfano tuanze na kaka. Ya pili li, kama kawaida, usisahau tuandike dada. Pamoja ya tatu li, tuandike mama. Ya nne li, tuandike baba. Tupo pamoja mpaka hapo. Sasa hebu tuone kwenye ukurasa uh, wa website tukirun kwenye browser hii itaonekana vipi? Tuje hapa moja kwa moja, tunatafuta file yetu ambayo tumeliandika list, tunaona jinsi inavyoonekana. Inaonekana kwa mtindo wa nambari moja mbili tatu nne na kuendelea. Inategemea wewe listi yako imeandika vitu vingapi. tupo pamoja. Ama aina ya pili na ya mwisho kwa leo ni aina ya listi inayoitwa unordered listi. Unordered listi ni aina ya listi ambayo listi inakuja kwa mfumo ambao si wa nambari. Mara nyingi inakuwa ni mfumo wa nukta au bullet. Jinsi ya kuandika nayo pia unaanza na ul. Ul manake ni unordered listi ndani ya ul unaandika vile vitu vyako ambavyo unataka vionekane kama ni orodha wakati unapofanya browsing kwenye ukurasa wa website. Tupo pamoja sasa. Sisi tutakopi haya maneno haya hapo moja kwa moja, na kopi kama hivi, baadaye tuna paste katika sehemu hiyo katikati, moja kwa moja tuende tukaone katika browser. Vipi inatokea hii aina ya yeah list ibonyeza hapa tunaona kaka, dada, mama, baba imekuja kwa mfumo wa bullet na sio mfumo wa nambari. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kuandika eh, eh, ordered list na unordered list katika HTML. Kama kuna chochote ambacho umejifunza kupitia video hii na kuomba usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kukomenti. Asante sana, bye.